I don't know. Swala la, la, la, la, la ardhi eh, na hilitulabwa la ujenzi wa maktaba, mi niseme kwa ujumla kwamba sisi tunajua kwanza kuna tatizo, kuna tatizo kwa sababu eh, sheria yetu ya ardhi iko wazi. Mi sitaki nirudi nyuma, hatuna uzuri, tunajua hii historia, historia yake kwamba na mimi napenda mara nyingi watu kuwakumbusha kwamba katika ile suala la ardhi toke huo wakati wa ukoloni, nchi hii uzuri wake tuna historia, si ya kwamba tu tuweko hapa leo. Ule wakati wa ukoloni, serikali hiyo ya kikoloni ilipita shari, ilipitisha sharia toke ya mwaka elfu moja mia tisa na tisa, sharia namba kumi na nane ya mwaka huo. Jamaa sasa, ni miaka mingapi toka wakati huo? Miaka mia eh, na kumi na sita. Ikaweka utaratibu, serikali ikitaka kuchukua ardhi ya mwananchi ifanye nini? Utaratibu wa wazi, kushauriana nao eh, halafu ndio ije ipime, halafu kukaa wakakubaliana nao fidia, na kama mwananchi hakuridhika, sharia ile inasema kwamba mtu ende mahakamani, sio kwenda kushtaki ah ah Wende tu mbele ya hakimu, hakimu awaite wahusika serikali na, na halafu hakimu akisema a a hii uliopewa kwa kweli inalingana, basi hapo ndio wakati, miaka mia na kumi na sita iliyopita. Hiyo ndo sharia tuliokuwa nayo nchi hii. Leo tuna, tuna, tuna, tuna sharia na mwaka sitini na tano. Serikali pia ikapitisha sheria namba 13 ya mwaka 65 iliyoeleza ardhi ya serikali ipi na hata ilipokuja sheria mpya ardhi mwaka 92, hiyo ardhi ya serikali ilichukua misingi ile iliyoelezwa kwenye sheria namba 13 ya 65 na sheria namba 8 ya mwaka 64 ambayo ilitaifisha baadhi ya ndio ulikuwa msingi wazipi ardhi za serikali. Na sharia hiyo ya mwaka tisini na mbili tunayotumia sasa inasema kwamba serikali itagawa ardhi tu katika maeneo yanayomilikiwa yanayosimamiwa na serikali, government controlled land, wanavyoita wenyewe kwa Kizungu. Ardhi iliyobakia ya mwananchi ni ya mwananchi mwenyewe, serikali haina ruhusa ya kuichukua isipokuwa kwa jambo la umma na utaratibu umewekwa ndani ya sharia. Lakini serikali kuchukua ardhi yako kwa sababu ya uwekezaji, hiyo jamani ni dhulma, ni kinyume na sheria, ni uhalifu. Kwa hivyo sisi tunachosema kwa ufupi, sisi yaliokuwa yamekaa upande kwenye sharia yetu tutakwenda tu kuyaweka sawa, lakini ardhi ya mwananchi iliyochukuliwa kinyume na utaratibu tutaitambua na tutamrejeshea mwananchi mwenyewe. Na itakapohitajika ardhi kwa ajili ya uwekezaji au mwekezaji, serikali haitokwenda kumnyang'anya ikamlipa eti kifidia halafu tena ika, ika, ikas, serikali ndo ikakodisha mwekezaji umo wa mwananchi kwenye ardhi ni kumfanya mgeni katika nchi yake, na ni kumtia umaskini yeye na kizazi chake. Hii ni kutengeneza tatizo huko tunakokwenda, eh? Haya mapinduzi msingi wake mmoja, uliambiwa ni haya. Sasa leo unatengeneza mengine. Kwa hivyo sisi tunachosema, tuko wazi kwamba mwananchi, una ardhi yako, katokea ya mtu anataka kuwekeza, tutawakutanisha na kama mko wanne watano, tutawakutanisha, mtakubaliana, mtaandikiana mikataba, mtakodisha wenyewe. Labda nyinyi wenyewe mseme aa, tunaiteua serikali kuwa ndio wakala wetu wa kutukodishia eh? Utaratibu huo utakuwepo kwenye sheria pia, lakini fedha zitakazotokana ni zako wewe mwenyewe na kizazi chako. Sisi serikali tutachungulia, tutaangalia Ha, unapata dola laki moja, sisi tutakata kodi yetu ya serikali isiyozidi asilimia thalathini. Ukipata dola laki moja, sisi tutachukua dola elfu thalathini wewe sabini elfu eh? Kama unakwenda kuongeza, utaongeza utajijua wewe na nyumbani tena, kama unakwenda kufanya nini eh? <laughs> Lakini sisi tutakachofanya ni hilo. Kwa hivyo, ahadi yetu sisi ni kwamba inshallah na katika nchi hii kuna sheria na ndio ilivyotakiwa, kwa sababu baada ya mivutano mingi ya ardhi, ndugu zangu, serikali mwaka themanini na tisa eh ikaleta mtaalamu akafanya uchunguzi akaja akasema hii ardhi ya Zanzibar, ili mambo yakae sawa, tupitishe sharia saba. Zikapitishwa sharia ya kwanza ilikuwa ni kuitambua ardhi yote ya Zanzibar tena kwa njia ya kisasa, ukishakuitambua halafu uisajili, hapo ushaanza kuondoa tatizo la msingi kwamba hii ardhi ya she Muhammad Kasim hmm. Tena utaalamu wa siku hizi wakizunguka na kile kidude chao hichi, wakishakuchukua hizo wanazoziita wenyewe namba zao, wataita coordinates bwana, hata ukiweko Marekani, ukiziingiza tu inakuja bwana ramani hapa tulipo, kwmba ardhi hii ni hapa eh, tundaua bahalafulani hakuna wa wakukuingilia tena wala wakudanganya tena. Kazi yote ukitaka kudila ardhi ile we unaingiza vile vidobesho vyao namba ngapi ngapi inakuja ban naramani yake eh, eh, inakuonyesha ni hapa tumefahamia sasaapo, uh, eh tatizo. Kwahivyo sisi tunachosema